Hizi neema zote utazisahau siku utakapowekwa katika mwanandani ule. Usiku wa kwanza kaburini utakusahaulisha. La tanzilanna bimanzilin utashuka katika mashukio ambayo, yunsi lkhalila bihi lkhalilu, yatamsahaulisha mpenzi kumsahau mpenzi wake.

Wamekuleta wamekuacha na hata ungebaki nao baada ya kufa kwako, wasingekufaa na kitu chochote. Na umeletwa hapa, hakuna mwingine isipokuwa ni mimi mola wako, niko nawe na mimi sifi, niko hai. Umekuja na kitu gani hapa mola mmoja? Nakuuliza.